Kwa mara ya kwanza Tanzania, furaha ya internet yenye kasi zaidi ulimwenguni. Ukiwa ofisini na rauta ya 5G, pakuwa na kupakia mafaili makubwa kwa ajili ya biashara yako au ofisi, na rauta yenye uwezo wa kuunganisha hadi vifaa mia mbili kwa wakati. Habari, habari, habari. Ni wakati wa habari na Fadeco Radio. Kwa habari za kitaifa, kimataifa, biashara na burudani. Sikiliza 100.8 FM. Fadeco Radio. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Jamii Fadeco. Msomaji wako ni mimi Omary Tibalila. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya mkoa wa Kagera kwa kushirikiana na Baraza la Biashara ya mkoa huo imepanga mikakati kabambe ya kuzalisha na kupanua fursa za ajira kwa vijana. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Kheri James amewashauri wananchi wa mkoa huo kutumia chakula sambamba na kupanda mbegu zinazovumilia ukame. Na katika habari za kimataifa, Nigeria imeomba radhi Burkina Faso baada ya ndege yake ya kijeshi kuingia bila idhini nchini humo. Habari kamili. Karagwe. Wafanyabiashara wametakiwa kuhakikisha wanatoa risiti halali pindi wanapouza bidhaa zao, ili kuepuka changamoto ya ukosefu wa imani kutoka kwa wateja wao na kuuza bidhaa kwa uaminifu, sambamba na kuwapatia wateja huduma salama na ya kuaminika. Hayo yamesemwa na meneja wa mamlaka ya mapato ya Tanzania TRA wilaya ya Karagwe, Bwana Daniel na Krita, ambapo alisisitiza kuwa wateja pia wanapaswa kuwa makini kwa kudai risiti halali na kutopuuzia umuhimu wake. Ni suala la utumiaji wa mashine za FD. Kila anayenunua kila anayenunua bidhaa ahakikishe anadai risiti na yule anayeuza ahakikishe anatoa risiti. Sasa hapa nisisitize kidogo anayenunua ahakikishe anadai risiti halali. E, manake unaweza ukadai risiti lakini ukaandikiwa risiti ambayo sio sahihi. E, umenunua bidhaa yenye thamani ya laki moja ukaandikiwa shilingi elfu kumi. Sasa hapo unakuwa haujapewa risiti sahihi. Kwa hiyo yule anayeuza atoe risiti sahihi na anayenunua adai risiti sahihi bwana nakrita ameongeza kuwa wafanyabiashara wanapaswa kuhakikisha wanalipa kodi ya awamu ya nne ambayo hulipa kila mwezi disemba ili kuepuka adhabu ya kisheria ambayo hupelekea kulipa kodi mara mbili endapo hawatatii masharti yaliyowekwa na mamlaka hiyo kuwakumbusha tena kwa mara nyingine kulipa kodi awamu ya nne ambapo kama tulivyosema mwezi wa desemba ndo mwezi wa mwisho na tarehe thelathini na moja ndo itakuwa tarehe ya mwisho. Sasa baada ya hapo utajikuta umeangukia kulipa na riba pamoja na adhabu. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii kuwakumbusha e, itakuwa ni vizuri mtu akajitahidi akalipa kabla ya tarehe ishirini na tano, anaingia zake kwenye Krismasi, yuko msafi kwenye masuala yake ya kodi. Bukoba. Serikali ya mkoa wa Kagera kwa kushirikiana na Baraza la Biashara la mkoa imepanga mikakati kabambe na kuanzisha na kupanua fursa za ajira kwa vijana kwa kutumia biashara ya uwekezaji na teknolojia za kisasa kama nguzo ya kukuza uchumi wa mkoa. Akifungua kikao cha baraza la mkoa wa Kagera kilichofanyika disemba 18, 2025, mkuu wa mkoa wa Kagera Hajjat Fatuma Mwassa amesema vijana ni rasilimali muhimu ya maendeleo ya taifa, na wanapaswa kuwawezesha kiuchumi kupitia ajira zenye staa na endelevu. Ameeleza kuwa vijana wanachangia takriban asilimia 34 ya idadi ya watu wa mkoa huo. Hivyo ni lazima fursa zilizopo zibainishwe na kuwezesha mikakati madhubuti ili kukabiliana na changamoto ya nguvu kazi kubwa isiyo na ajira. Aidha, mkuu wa mkoa amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuwavutia wafanyabiashara na wawekezaji, hatua itakayochochea ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Kagera na kuongeza pato la taifa. Ngara, mbunge wa viti maalum mkoa wa Kagera, Mheshimiwa Samira Khalfan amefanya dua maalum ya shukrani pamoja na kuwaombea marehemu wazee ndugu na jamaa zake waliotangulia mbele ya haki dua hiyo maalumu imefanyika nyumbani kwake Rurenge wilaya ya Ngara mnamo tarehe kumi na nane mwezi wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na tano ikiwa ni lengo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumvusha salama katika mchakato mzima wa uchaguzi na kuanza hatua za awali za na kuwania nafasi hiyo hadi kufanikiwa kuapishwa. Akizungumza na mamia ya wananchi waliohudhuria dua hiyo, Mheshimiwa Samira amewashukuru wananchi wa wilaya ya Ngara na Biharamuro kwa kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi na kumchagua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameeleza kuwa yeye pamoja na wabunge wenzake watahakikisha wanawalipa wananchi maendeleo kwa vitendo. Aidha, mheshimiwa Samira amewahimiza wananchi kuendelea kushikamana, kupendana na kulinda amani, akisisitiza kuwa maendeleo ya kweli yanawezekana pale panapokuwepo mshikamano na ushirikiano kati ya wananchi na viongozi wao, hususan ni mbunge wa jimbo hilo. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Ngara, mheshimiwa doto Bahemu, ambaye alihudhuria dua hiyo, amempongeza mheshimiwa Samira kwa hatua yake ya kufanya dua ya shukrani. Pia amesema kuwa mara nyingi binadamu huwa na tabia ya kuomba zaidi kuliko kushukuru, hivyo amewakumbusha wananchi kuwa ni vyema kujenga utamaduni kumshukuru Mwenyezi Mungu pale wanapobarikiwa na kutendewa vyema. Dua hiyo maalumu imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo mashehe wa, mashe wa wilaya za Ngara na Biaramuro, walimu na maulamaa, viongozi wa serikali, waheshimiwa madiwani, wanafunzi wa madarasa kutoka Ngara na Biaramuro, pamoja na wananchi kutoka maeneo mbalimbali Bukoba. Mkuu wa Mkoa wa Kagera, Hajjat Fatuma Mwassa, amewapongeza na kuwashukuru wananchi wa mkoa huo kwa kulinda heshima ya Kagera na Taifa kwa ujumla, hususan katika kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi kwa kudumisha amani na kuonyesha uzalendo wa hali ya juu. Akizungumza Desemba 18 2025, wakati wa ufunguzi wa tamasha la Ejuka Omuka 2025, sambamba na dua na sara ya kuliombea taifa, mkuu wa mkoa alisema Kagera imeendelea kuwa mfano wa kuigwa kitaifa katika kulinda amani. RC Mwassa aliwasihi wananchi kuendelea kuwa mabalozi wa amani kwa Watanzania wengine huku akisisitiza kuwa historia ya Kagera imejaa mafunzo makubwa kutokana na nyakati ngumu ilizowahi kupitia. Aidha, alisema tamasha la Ijuka Omuka 2025 linalenga kutangaza fursa mbalimbali za uwekezaji mkoani Kagera, kuchochea maendeleo ya kiuchumi, kuimarisha mshikamano kupitia bonanza la michezo, pamoja na kueneza utamaduni wa Kagera, ikiwemo vyakula vya asili. Kwa upande wake, akitoa salamu kwa niaba ya viongozi wa dini, Askofu Ayubu Silvesta, mwenyekiti wa makanisa ya kipentekoste mkoa wa Kagera CPCT, aliwahimiza wasomi, wataalamu na wawekezaji kuikumbuka Kagera kama nyumbani na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya mkoa huo. Tamasha la Ijuka Omuka 2025 limeanza rasmi Desemba 18 2025 mjini Bukoba na inatarajiwa kuhitimisha Jumapili, Desemba 21 2025, likibeba kauli mbiu isemayo Ijuka Omuka, wekeza Kagera irudishe katika ubora wake, make Kagera great again. Kwani waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene amesema mamlaka ya vitambulisho vya Taifa NIDA inaendelea na maandalizi ya usajili wa watoto wenye umri chini ya miaka kumi na nane ili kutoa namba ya utambulisho ya kipekee ambayo itatolewa tangu mtu alipozaliwa hadi mwisho wa maisha yake ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea kituo cha uchakataji taarifa cha mamlaka hiyo na kuona shughuli za uzalishaji wa vitambulisho inavyoendelea, ambapo huku wilaya tatu zimeteuliwa kuanza zoezi hilo ambazo ni Kilolo, Kusini Unguja na Rungwe. Moja kati ya vitu vya msingi kwa sasa ni identification. Utambuzi wa watu na watu hawa wakitambuliwa wakapata vitambulisho au utambulisho, na utambulisho ni namba ili ya utambulisho lakini baadaye ile kadi ambayo inakuwa ina chipi ambayo imebeba utambulisho wako. Aidha, Simbachawene amesema kuwa serikali imeanza mpango wa kuunganisha kitambulisho cha taifa na huduma nyingine za kiserikali ikiwemo bima ya afya leseni ya udereva na masuala ya mifuko ya hifadhi ya jamii ili kuepusha utitiri wa vitambulisho pale mwananchi anapohitaji huduma mbalimbali. Sambamba na hayo, waziri Simbachawene amewataka wananchi ambao hawajachukua vitambulisho vyao vya utaifa kufikia vituo husika walipojiandikisha, na kusema kuwa vitambulisho hivyo vitasitisha huduma ikiwa havitachukuliwa ndani ya muda uliopangwa ambao ni muda wa miezi mitatu kwa hivi sasa, hatua tuliyopo ni kwamba kitambulisho chetu kile kinabeba pia huduma nyingine, yaani chipu ina milango ya kuingizia na kutoa huduma nyingine. Unaweza kabeba pesa kwenye kile kitambulisho, ukabeba utambulisho kwa ajili ya NHIF, sasa hivi bima ya afya iko mle, unaweza ukabeba utambulisho kwa ajili ya mifuko ya jamii, tunaendelea kidogo kidogo kuwa kufanya hiyo integration lakini mpaka sasa hivi huduma kadhaa zimo kwenye vitambulisho vyetu. Lakini muda wa kutoa vitambulisho mpaka sasa hivi vilivyo kwenye wilaya zetu zaidi ya vitambulisho milioni milioni moja, wenyewe hawajaja kuchukua, hawajaja kuchukua kwa sababu gani? Tunadhani pengine ni kwa kwa sababu hizo hizo, lakini wako umeshatambuliwa, basi nataka chukue kitambulisho chako. Na vikibaki kule sasa, tumeweka utaratibu ikaa kule kwa miezi mingapi mitatu, sisi tunavizuia vile <laughs> vitambulisho <laughs> <laughs> na kama una namba wewe ulikuwa unajua una namba, unaendelea kuingia na maisha sasa. Sisi tunazuia ile namba, ukienda kwenye kupata huduma haupati huduma. Sasa ndio mnakuja kuvifuata vitambulisho. Sasa sina ni sababu ya kuendelea kusukumana, nadhani ni vema wale ambao vitambulisho vyenu vipo basi muende mkavichukue kwenye maeneo ambayo kuilombea iringa Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James ameshauri wananchi mkoani humo kutumia vizuri chakula sambamba na kupanda mbegu zinazovumilia ukame kutokana na dalili za uwezekano wa mvua chache mwaka huu, hali inayoweza kuathiri uzalishaji wa mazao na upatikanaji wa chakula. Ushauri huo unakuja siku chache baada ya waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kutoa tahadhari kama hiyo kufuatia taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa TMA inayoonyesha uwezekano wa mvua kuwa chache katika baadhi ya maeneo ya nchi. Sasa serikali pamoja na kuja kuwapeni pole kwa changamoto hiyo ya kuchelewa kwa mvua, lakini yapo mambo kadhaa ambayo serikali inataka tuyafanye ili yatusaidie kuishi katika hiyo changamoto ya kuchelewa kwa mvua. Jambo la kwanza ni lazima kila mmoja wetu ambaye amejipanga kulima mwaka huu ahakikishe anatumia mbegu ambazo ni rafiki wa ukame huu tulio nao. Usiende kupanda mbegu ambayo bila maji mengi hai yote. Tumeelewana vizuri kwao? Ni lazima mbegu tutakazozitumia kwenye msimu huu ziwe ni mbegu ambazo zinahimili nini? Ukame ili hata kama mvua zitachelewa, uweze kuvuna hicho kidogo ambacho Mungu atakuwa ametubariki. Hili ni jambo la kwanza. Ni waombe kina baba, niwaombe kina mama wa Mauninga Idodi yote pamoja na jimbo zima la Isimani na mkoa mzima wa Iringa, hakikisheni mnazingatia jambo hilo, kutumia mbegu zinazohimili ukame katika kipindi hiki ambacho mvua zetu zimekuwa ni za changamoto sana. Lakini jambo la pili, niwaombe kina baba, kina mama na vijana, kwa chakula tulicho nacho ndani, tusiuze chakula kiholela holela, ili ikitokea mvua zimekataa, asitokee mwananchi ambaye atakuwa hana chakula wapi ndani. Tumelewana vizuri ndugu zangu, hakikisha mahindi yako yale, mchele wako ule, maharage yako yale, hakikisha unaweka akiba ya kutosha ndani. Usiuze chakula kiholela holela, ili ikitokea shambani mambo hajaenda vizuri uwe na chakula cha kutosha ndani. Nimeeleweka vizuri jamani? Hilo mnaweza hamwezi? Tuhakikishe kina baba na kina mama tunazingatia jambo hilo. Lakini jambo la tatu, kwa maeneo ambayo mvua zimenyesha au zitanyesha, tuhakikishe tunalima kwa wingi bila uvivu. Tumeelewana vizuri eh? Sasa kama mvua ipo eh? na eneo lako ni hekari saba, kwa nini ulime mbili? Lima zote saba ili kisipopatikana tena hiyo mvua, uwe na uhakika wa chakula cha kutosha. Nawaombeni sana asitokee yoyote katika maeneo ambayo mvua zinapatikana kuacha kwenda kulima kwa tija na kuhakikisha anakuwa na akiba ya chakula cha kutosha. Dar es Salaam, waziri wa maji Jumaa Aweso amesema kuwa serikali tayari imeanza kutekeleza ujenzi wa gridi ya taifa ya maji ili kuondoa kabisa changamoto ya maji nchini. Ameeleza kuwa gridi ya taifa ya maji itaviunganisha pamoja vyanzo vikubwa vya maji nchini kama ilivyofanyika kwa upande wa umeme. Kisha gridi hiyo itatumika kutatua changamoto ya maji kwenye maeneo yenye changamoto ya maji. Mwassa amesema kuwa na mkoa wa Kagera ni miongoni mwa maeneo hayo, lakini pia kuna baadhi ya maeneo ambayo kwa sasa wananchi wameshaanza kunufaika na mradi huo kama vile Misenyi Bukoba pamoja na Karagwe ambayo kwa sasa mradi wa maji wa kuyatoa maji ziwa Victoria unaendelea. Ya national grid kwa maana grid ya taifa ya maji. Tunataka iwe kama ya umeme. Tumekushatoa maji ya ziwa Victoria. Lakini ukienda zako Bukoba, tumeshafanya kazi. Wananchi wa Bukoba pale mjini wanatumia maji ya ziwa Victoria, lakini pale tuna mto Kagera, wananchi wa Misenyi tumeshawaunganishia na maji ya mto Kagera. Ukienda katika jimbo la Bashungwa Kayanga kule mradi mkubwa wa maji ya kuyatoa ziwa Victoria, lakini ukienda katika mkoa wa Simiyu, hivi ninavyozungumza, upo mradi wa bilioni mia nne, mkoa wote wa Simiyu utaunganishwa na maji ya ziwa Victoria. Kandarasi yuko site na kazi inaendelea. Dodoma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amezindua kamati ya kitaifa ya majadiliano baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Uzinduzi wa kamati hiyo umefanyika jijini Dodoma, ambapo Waziri Sangu amesema kamati hiyo ni nguzo muhimu katika kuimarisha mfumo wa mahusiano ya kazi na ajira unaozingatia haki, wajibu na maslahi ya kila mdau. Ameeleza kuwa kamati hiyo itakuwa na jukwaa la kimkakati itakayosaidia kujenga imani na mawasiliano ya wazi miongoni mwa wadau, kukuza tija, ubunifu na ushindani wa haki, pamoja na kuzuia na kutatua migogoro ya kazi kwa njia ya majadiliano. Aidha, waziri Sangu amesema kuwa kamati hiyo itachangia kuimarisha mahusiano mema baina ya serikali, waajiri, wafanyakazi na jamii kwa ujumla. Aidha, Waziri Sangu amesema kuwa kamati hiyo itachangia kuimarisha mahusiano mema baina ya serikali waajiri, wafanyakazi na jamii kwa ujumla. Ameongeza kuwa uwazishwaji wa kamati hiyo ni utekelezaji wa vitendo vya sheria za kazi ajira, sheria ya utumishi wa umma pamoja na viwango vya kimataifa vya kazi vya shirika la kazi duniani yani ILO ambavyo Tanzania imeridhia. Vilevile amesema uzinduzi wa kamati hiyo unaendana na misingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan ni haki ya kufanya kazi katika mazingira salama na haki ya pamoja na haki ya kushiriki katika maamuzi yanayogusa maslahi ya, ya kijamii na kiuchumi. Arusha Jeshi la polisi nchini kupitia kikosi cha usalama barabarani limefanya ukaguzi maalumu wa mabasi ya abiria kwa ajili ya kudhibiti ajali kutokana na ongezeko kubwa la abiria kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Mkuu wa operesheni ya kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi wa polisi ACP Joseph Mwakabonga, wakati akizungumza na madereva katika stendi kuu ya mabasi mkoani Arusha, amesema kuelekea mwisho wa mwaka unajitokeza ajali, kwa sababu madereva wengi wanakuwa na mihemuko ya kutaka kusafirisha abiria wengi kwa muda mfupi City, Mwakabonga amebainisha kuwa wanaendelea na operesheni hiyo nchi nzima ili kutoa elimu kwa madereva na abiria pamoja na kufanya ukaguzi wa vyombo vya moto ili kuhakikisha ajali za barabarani zinapungua kama sio kuisha kabisa. Tunaelekea mwisho wa mwaka uh, tendensi ni kwamba tunakuwa na ajali yani kunakuwa na ile tabia ya kujitokeza ajali za hapa na pale, lakini kwa kwa nini? Ni kwa sababu E, madereva mnakuwa na, na mategemeo makubwa kutokana na kuongezeka kwa abiria barabarani. Abiria wanakuwa na move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo na ninyi vilevile mnakuwa na mihemko ya kutaka kupata abiria wengi na kusafirisha abiria wengi kwa muda mfupi. Na hivyo wakati mwingine inatuletea ajali. Tumekuja hapa kufanya operation. Lakini operation zetu si tu kwa ajili ya kukamata na kuandika fine. Ni pamoja na kuelimishana kama hivi tunavyokutana tutakutana barabarani, tutaendelea kuelimishana kwa yale ambayo yanastahili. Lakini yale ambayo hayastahili, kwa mfano, dereva anaendesha gari hana leseni, ikiwa namaanisha kwamba leseni imeisha muda wake, tutakuchukulia hatua. Dereva anaendesha miendo ya ajabu ajabu, sisi tuko barabarani, tunaona jinsi mnavyoendesha barabarani, mnavyopinda makona, mnavyo ovateki ovyo maeneo hatarishi, mnavyochomekea magari madogo, mnavyolazimishwa kuchomekea maroli na mwendo wa namna hiyo hiyo hairuhusiwi. Mnapita maeneo mbalimbali, sasa njia zote hizo zina maeneo mengi hatarishi, milima, kona, madaraja. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Jamii Fadeco. Na sasa ni habari za kimataifa. Misri, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Barozi Mahmud Thabit Kombo na waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Mheshimiwa Profesa Barabagamba Kabudi amekutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri mkuu wa Misri ambaye pia ni waziri wa maendeleo ya viwanda na uchukuzi, Mheshimiwa Kamel Ar Wazir katika ofisi zake zilizopo kwenye mji wa utawala jijini Cairo nchini Misri. Katika mazungumzo yao mawaziri hao wamekubaliana kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali ikiwemo uchukuzi, kilimo pamoja na viwanda pamoja na ushirikiano mzuri uliopo katika mataifa haya mawili, Mheshimiwa Barozi Kombo amemhakikishia Mheshimiwa naibu waziri mkuu Kamel kuendelea kushirikiana na Misri katika nyanja mbalimbali mbali kwa manufaa ya mataifa yote mawili. Aidha, kwa upande wake, Mheshimiwa naibu waziri mkuu Kamel amemweleza Mheshimiwa Kombo juu ya nia ya Misri kujenga viwanda vikubwa katika eneo lililopo Kwala mkoani Pwani kutokana na sera nzuri za uwekezaji pamoja na maendeleo ya kuimarisha miundombinu thabiti kuwezesha na kuwekeza katika mazingira mazuri na ya uhakika. Abuja, Waziri wa masuala ya kigeni wa Nigeria Yusuf Tuggar ameomba radhi rasmi kwa Burkina Faso kufuatia kuingia bila idhini kwa ndege ya kijeshi ya Nigeria katika anga ya Burkina Faso. Tukio iliyosababisha kuzuiliwa kwa wanajeshi kumi na moja wa Nigeria. Msemaji wa Tugar alisema kuwa wanajeshi hao waliokuwa wakizuiliwa wameachiwa huru na wanatarajia kurejea Nigeria. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Nigeria, ndege hiyo ilikuwa ikielekea Ureno ilipopata itirafu ya kiufundi na kulazimika kutua Burkina Faso. Kutua huko bila idhini kulisababisha mvutano wa kidiplomasia na muungano wa nchi za Sahel, yani AES unaojumuisha Burkina Faso pamoja na majirani zake Mali na Niger. Katika taarifa yake AES ilieleza kuwa tukio hilo ni kama kitendo kisicho cha kirafiki, na kusema kuwa majeshi ya anga ya nchi yamewekwa katika hali ya tahadhari ya juu kabisa ameruhusiwa kuangamiza ndege yoyote itakayobainika kwenda kinyume cha anga ya shirikisho hilo. Nchi tatu wanachama wa is ambazo zote zinaongozwa na serikali za kijeshi zimejiondoa katika jumuiya ya kikanda ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS, na zimeanza kuimarisha uhusiano wao na Urusi, huku wanachama wengi wa ECOWAS, wakiendelea kuwa washirika wa mataifa ya Magharibi. Tugar aliongoza ujumbe wa ngazi ya juu kwenda katika mji mkuu wa Burkina Faso uitwao Ouagadougou siku ya Jumatano kujadili tukio hilo na kiongozi wa kijeshi Ibrahim Traore. Sydney, Australia imetangaza mpango wa kununua silaha kutoka kwa raia baada ya shambulio la ufukwe wa Bondi, tukio baya zaidi la ufiatuaji wa hisasi wa haraiki nchini humo katika miongo kadhaa. Mpango huo ni mkubwa zaidi tangu mauaji ya Port Arthur mwaka 1996 ambapo watu 35 waliuawa, na baada ya Australia ikaweka sheria kali za kudhibiti silaha. Watu 15 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa Jumapili baada ya washambuliaji wawili wanaodaiwa kuhamasisha na itikadi ya Islamic State kufyatiwa risasi katika tamasha la Wayahudi lililofanyika katika ufuo maarufu wa Bondi. Polisi wamesema shambulio hilo ambalo limetangazwa kuwa la kigaidi lilitekelezwa na baba pamoja na mwanawe. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Jamii Fadeco hutena ni muhtasari wake. Serikali ya Mkoa wa Kagera kwa kushirikiana na Baraza la Biashara ya Mkoa huo imepanga mikakati kabambe ya kuzalisha na kupanua fursa za ajira kwa vijana. Mkuu heri wa Mkoa wa Iringa, Kheri James, amewashauri wananchi wa mkoa huo kutumia chakula sambamba na kupanda mbegu zinazovumilia ukame na katika habari za kimataifa, Nigeria imeomba radhi Burkina Faso baada ya ndege yake ya kijeshi kuingia bila idhini nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa redio jamii Fadeco kwa habari za kitaifa, kimataifa, biashara